Ndugu zangu Allah subhanahu wa ta'ala, anasema katika suratu Ra'di, audhu billahi minashaitani rajim, aya 11, inna allaha la yugayiru ma biqaumin hata yugayiru ma bi anfusihim, kwa hakika Allah habadilishi hali walionayo watu mpaka waamue kubadilisha yaliyomo ndani ya nafsi zao. Maana yake ni kwamba kama Allah aliwaweka watu wana hali ya neema, hatoibadilisha mpaka watu hao wabadilishe yaliyomo ndani ya nafsi zao. Wakufuru neema hiyo, basi Allah ataiondoa hiyo neema. Na pindi Allah akibadilisha, akiondoa hiyo neema kwa sababu ya kukufuru kwao, hatobadilisha mpaka watu hao watubu yale yaliyomo ndani ya nafsi zao za kukufuru. Wakitubu Allah atawabadilisha tena awarudishe kwenye neema. Hiyo ndio kanuni ya Allah haibadiliki katika dunia. Ndugu zangu, kwa kanuni hiyo basi napenda niwakumbushe. Hapa tulipo sisi tumo kwenye neema ya amani na utulivu katika nchi yetu. Tunawajibika tuonyeshe shukurani kwa Allah ili neema hii idumu. Ni TV Iman Tanzania. Elimu bila mipaka.